mama umejifungua mtoto ambaye ni njiti, kwa maana kwamba ana uzito mdogo au umejifungua kabla ya wakati, na umejifungua mtoto ambaye ana chini ya kilo mbili au chini ya kilo mbili pointi tano Umeambiwa uweze kufanya kangaroo mother care na unajiuliza maswali, unafanyaje? Ufanye mara ngapi? Kama ulikuwa na maswali hayo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea chaneli yangu, unaweza kusubscribe hapo chini, tuende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Inawezekana wewe ulijifungua mtoto ambaye yuko chini ya uzito, kama huyu mwenzetu ambaye anasema kwamba amejifungua wiki ya 31 mtoto ambaye ana kilo moja point tano na ameruhusiwa kurudi nyumbani e, baada ya wiki mbili. Je, nimfanyie kangaroo kwa siku mara ngapi? Kwa hiyo ina maana, kwa jinsi nilivyomwelewa, ni kwamba amejifungua mtoto wiki ya 31 na amekaa labda hospitali wiki mbili, akaambiwa aende nyumbani, akafanye kangaroo mother care au akafanye kangaroo. Sasa najiuliza maswali, afanye mara ngapi? Kwanza, kangaroo mother care maana yake ni kwamba ni kama yule kangaroo ambaye anakuwa anamweka mtoto wake kwenye ule mfuko wake. Sasa mara nyingi huwa tunaweza kuigiliza kwamba binadamu naye akafanya vile, haswa unapokuwa umejifungua mtoto ambaye yuko Uh, hajakomaa vizuri kwa maana kwamba mimba haikufika wiki 37, haswa haswa ilikuwa chini ya wiki 35, au uzito ukiwa mdogo zaidi, hata kama mtoto ameweza kufika hiyo wiki 37, na kama yuko chini ya kilo 2.5, haswa haswa akiwa chini ya kilo 2, kwa sababu watoto wao wanakuwa kwenye hatari ya kupoteza joto, kwenye hatari ya maambukizi na kuweza kupoteza maisha. Au hata kama atakuja kuwa mkubwa, atakuwa vizuri, mwisho wa siku anaweza kawa na changamoto ya kujifunza asiwe anafanya vizuri kwa sababu bongo wake unakuwa hujakuwa vizuri. Sasa kangaroo mother care inaanzia hospitali na mara nyingi unatakuwa uelekezwe vizuri hospitali kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani. Mara nyingi mama akishajifungua mtu ambaye yuko chini ya uzito au chini ya umri, huwa anapewa maelekezo pale pale hospitali, namna ya kuhakikisha kwamba anamlea mtoto huyo, kuhakikisha kwamba uzito wake unaongezeka, joto linaongezeka utapewa maelekezo sasa. Mara nyingi atuna tunashauri sana mama aweze kufanya hii mtoto anapokuwa chini ya kilo 2.5 na unaweza kuruhusiwa labda mtoto kama yuko na kilo mbili ukafanyie nyumbani, na mtoto kama yuko chini ya kilo mbili, wakati mwingine unaweza kuanzia pale pale hospitali ukakaa kwa muda fulani, wakiona uko vizuri, unaweza kumlea mtoto vizuri, basi watakuhakikisha kwamba wanakuruhusu kwenda nyumbani. Sasa kangaroo mother care ina vitu kama vitatu, cha kwanza kabisa mama anatakiwa kuweza kumweka mtoto kifuani. Kumweka mtoto kifuani ni kama unavyoona kwenye picha, mtoto anatakiwa kwanza avalishwe pampasi, avalishwe soksi, avalishwe kofia, alafu anakuwa ngozi kwa ngozi na mama, katikati ya kifua cha mama pale kwenye matiti yake, na mara nyingi anakaa katika wima alafu mama anazungusha nguo lakini vilevile vile, mtoto huyo shingo yake atageuziwa labda upande, lakini kichwa lazima kiwe kimeinuka kidogo, ili asiweze kupaliwa, asiweze kuziba pua yake na kuweza kukosa hewa. Kwa mara nyingi mtoto atakuwa anakaa kifuani kwa mama, na huwa tunahakikisha kwamba au mama anatakiwa kuhakikisha kwamba mtoto anakaa kifuani muda mrefu zaidi, yani kuanzia masaa nane au zaidi ya hapo. Na anapokaa kifuani zaidi ya masaa nane, au masaa kumi, masaa kumi na sita ndivyo ambavyo wanapata faida zaidi, ndivyo ambavyo inaongeza uwezekano wa mtoto wako kuwa vizuri zaidi kiafya. Na jambo lingine ambalo huwa lina au kipengele cha pili, mara nyingi tunahakikisha kwamba mtoto anatakiwa kunyonya mara kwa mara, au kama hawezi kunyonya, mara nyingi watoto hao ambao wamezaliwa kabla ya umri wanaweza kaa hawezi vizuri sana kunyonya kwa sababu ya yale mashavu yao yanakuwa yanachoka lakini vile vile kwa sababu bado ni wadogo, maana kunyonya unatumia nguvu. Unaweza kawa unakamua maziwa kwa kiwango maalum kulingana na umri kwa siku zake huyo mtoto, na mara nyingi hii inatakiwa ianze kufanyika ndani ya yale masaa 24, sawa? Kwa hiyo ina maana kwamba kama imeanza kufanyika mapema zaidi pale hospitali, basi utaruhusiwa haraka sana kwenda nyumbani kwa sababu itasaidia mtoto aweze kuongezeka uzito wake vizuri. Sasa mara nyingi hii kangaroo mother care ikianzishwa mapema zaidi, ndio inakuwa ina faida kwa mfano ikiandishwa ndani ya siku moja toka mtoto aweze kuzaliwa au ndani ya siku tatu. Ikianzishwa zaidi ya siku tatu na kuendelea, muonyesha kwamba kuna hatari kubwa ya mtoto kuweza kumpoteza kwa sababu ya changamoto ya upungufu wa joto, lakini kuwa na hatari kubwa ya kupata maambukizi. Kwa hiyo kifanyika mapema zaidi, ndivyo ambavyo inakuwa na faida zaidi kwa mtoto wako ambaye ni mchanga. Kwa hiyo ndani ya siku tatu au ndani ya masaa 24 ikiwezekana, mtoto aweze kuanza, kama anakuwa na shida zile za upumuaji, ana shida za kuhitaji labda kukaa kwenye mashine zile za kumuongezea hewa na vitu kama hivyo au kama mtoto huyu labda yupo kwenye ile dalili ya kuwa na shock na vitu kama hivyo, basi anaweza kaanza mapema zaidi. Hata wakati mwingine kama yupo kwenye mashine ile ya kuongeza hewa, kwa maana kwamba oxygen na yuko vizuri, labda sio mbaya sana, au anaumwa lakini sio mbaya sana, anaweza kaa kifuani kule kule hospitali kwenye sehemu ambayo au chumba ambacho tunaita Kangaroo maza lumu ambayo kina mama ambao wanaweka watoto wao kifuani wanakaa pale, na kwa kweli unakuwa na mashine zile woma au mashine za joto. Sasa mara nyingi tunasema kwamba mama, ukisharuhusiwa ukienda nyumbani unatakuwa akiishwa kwamba mtoto huyo anakaa muda mrefu zaidi kifuani kwao. Utamtoa kipindi kile ambapo unahitaji kuweza kumsafisha, labda amepata choo, amepata mkojo, kutoa ile pampasi, kubadilisha kofia, ambao ni muda mfupi sana. Na kama unaonekana labda umechoka, upo katika mazingira ya nyumbani, mme wako yupo, dada wa kazi yupo, haswa wale ndugu wa karibu, kwa mfano labda bibi mtu yupo, au kama ana dada yake au kakake basi anaweza kakaa naye kifuani kipindi ambacho mama anakuwa hayupo. Na mtoto anavyozidi kukaa kifuani ndivyo ambapo kunakuwa na faida kubwa, kama nilivyoweza kusema mara ya kwanza. Kwa hiyo kusema kwamba mara ngapi, hapana, ila tunaangalia masaa. Yani mtoto anatakiwa kae kifuani kwa mama zaidi ya masaa nane. Kama anaweza kukaa masaa kumi na sita kama anaweza kukaa masaa kumi na nane au masaa yote ishirini na nne ambao ni ngumu sana, kwa sababu mama utahitaji kwenda haja kubwa au haja ndogo, utahitaji kwenda kuoga, utahitaji kwenda kula unahitaji kufanya vitu vingine labda kufua vinguo, hiyo muda. Wakati mwingine mtoto unaweza kumwacha, lakini mtoto ana, kama unamwacha, basi mwachie na mtu mwingine ambaye atamweka kifuani kwenye chumba maalum, na anatakuwa apate joto kiasi kwamba hata mwenyewe unashindwa kuweza kuvumilia, unapata joto kali mpaka jasho yote inatoka, ndio inamsaidia mtoto. Kuna faida kubwa sana za kufanya kangaroo mother care kwa mtoto wako ambaye amezaliwa kabla ya muda au kama amezaliwa na uzito mdogo haswa kama huyu amezaliwa na kilo moja nukta tano au kilo moja na nusu. Mara nyingi faida ya kwanza kabisa, kwanza inaongeza joto kwa mtoto ambapo vilevile inasaidia kwamba kuongeza ule mshikano au bonding kati ya mama na mtoto. Vilevile inakusaidia e mama kuwapunguza hali ya sonona mara baada ya kuweza kujifungua. Kwa mtoto itamsaidia kuweza kuongeza uzito kwa haraka, itapunguza uwezekano wa kuweza kupata maambukizi Eh, kwenye damu ya bakteria, lakini vile vile maanake itaongeza kinga ya mtoto na vilevile itamsaidia mtoto kuhakikisha kwamba ana rilaksi, lakini vile vile anapumzika au kulala muda mrefu, maanake tabidi we unamwamsha kipindi kile ambacho unakuwa unamnyonyesha, lakini vilevile namsaidia mtoto huyu kuweza kuwa na ukuaji mzuri kama nilivyosema, uzito unaongezeka maana ndio ukuaji unaongezeka, anakuwa na ukuaji mzuri wa ubongo baadaye atapokuwa mtu mzima au atapokuwa anasoma, inamsaidia hata ukuaji wake wa viungo vingine, utendaji kazi, ufanyaji kazi wa ubongo, hata wakati wa kujifunza inamsaidia. Lakini vilevile vile, inapunguza uwezekano wa huyu mtoto kuweza kupungua uzito na kuwa kwenye hatari ya kuwa na utapia mlo, na hii itamsaidia mtoto kuwa na afya njema na kupunguza uwezekano wa kumpoteza mtoto wako au kuweza kufariki kwa mama, itapunguza uwezekano wa mama huyu kuweza kulazwa muda mrefu hospitali. Utaruhusiwa mapema zaidi, kama nilivyosema, moja ya kipengele cha tatu cha tatu, cha kangaroo mother care, ni kuhakikisha kwamba mama anaruhusiwa mapema zaidi, kupunguza gharama kwenye familia za malezi. Kangaroo mother care ni njia ambayo kwanza ni bure, kwa maana kwamba haina gharama yoyote, mtu yote anaweza kaifanya ambayo ipo kwenye familia, lakini vilevile itasaidia familia hiyo kupunguza gharama za matumizi. Na itasaidia kuongeza uhusiano wa karibu kati ya familia na yule mtoto ambaye amezaliwa. Itamsaidia mama kuweza kutengeneza maziwa, kwa sababu mama kama ana sonona na stress na msongo wa mawazo maziwa hayatotengenezwa vizuri, na mtoto atanyonya kwa uharaka zaidi. Ziko faida nyingi ambazo naweza nisizielezea hapa, lakini mtoto anapokaa kifuani kwa mama muda mrefu zaidi akiwa amevaa kofia akiwa amevaa soksi na pampasi Kungine, kuna kunabaki ngozi kwa ngozi, anazungushwa na nguo ya mama, kama unavyoona kwenye picha, inasaidia sana kwenye ukuaji wa mtoto na ni njia bora. Kama unahitaji kufanyiwa coaching au unataka kuelekezwa, una mtoto ambaye umezaa na chini ya kilo mbili, unaweza kunitafuta hapo chini, kuna namba ya WhatsApp na nitakupa maelekezo au kukufuatilia mpaka mtoto anapokuwa ameweza kuwa na kilo za kutosha, haswa kwa watu ambao wako chini ya mwezi mmoja, kwa maana kwamba wana siku 28 ambao tunaita ni neonate. Ni muhimu sana kuweza kukaa kwenye mazingira ya KMC au kifuani kwa mama, ngozi kwa ngozi, kwa muda mrefu, ili kuongeza bonding, lakini kuongeza mshikano kati ya mama na mtoto na ukuaji wake uwe vizuri. Sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali na watu hao kwa namna ya kuwasafisha, ni kwamba unaweza unawafutafuta haraka zaidi, na hiyo inaweza kusaidia. Sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali kwamba mtoto mchanga anaogeshwa lini, au aanze kuogeshwa lini toka aweze kuzaliwa, basi unaweza ukaklik suggestion hiyo hapo, kasikiza video uh, kuweza kujifunza mtoto mchanga anatakiwa aanze kuoga lini mara baada ya kuweza kuzaliwa. Na ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swala lako wakati wote. Karibu sana.